ushe na matendo maovu, muwe mabalozi wazuri wa chuo hiki. Elimu na maarifa mliopata yawe tunu na faida kwa taifa, isije kuwa elimu ambayo ikaleta shida kwa taifa. Kumbukeni tena kuwa utii, nidhamu na tabia njema ni silaha itakayokufanya upendwe mahali popote. Na tunapokuwa hapa Morogoro tunakumbuka maneno yaliyoimbwa na mwanamuziki wa hapa hapa Je, vijana mtakuwa ugu kile wazee watakuwa aubua. Marehemu Mbaraka Mwinshehe kama kaago mwanamuziki mahiri sana na wimbo wake mmoja na bendi yake alisema mashairi, sio mwimbaji mzuri, lakini nikiyasema nyinyi mtakumbuka. Heshima kijana, tanguliza kwanza mbele, ujeuri mbaya, uzuri si hoja tabia njema ni silaha utapendwa popote. Wote tukiwa Morogoro hapa tukao, tuna muhenzi nina ninawako ujumbe huu, wale wanaojua wimbo wanaweza kawimba baadaye, na wimbo mzuri sana sidanganyike na maneno ya ya, ya watu ya mabeberu wanaosema eti kuna generation mpya ambayo ni generation ambayo ni ya kufanya fundi generation ambayo haifundishiki generation ambayo haina maadili. Generation ya watu wabishi, generation isiosikia viongozi wala wazazi. Hapana, ile ni mbinu chafu ya watu wabaya, ambao wanataka wawadanganya. Sasa kuna vijana wengine wameingia katika huo mfumo huo, wanaiotjn kwamba wao hawasikiki, wanasikilizi, hawaambiliki. Nyinyi sio hao, wala msiingie katika uongo huo.